Nimekuita hapa kuja kuuliza kitu kimoja tu, anaomba unipe ukweli e, hivi kweli umerudiana na yule bwana hapo, yule alikuwa na kusukua jida eh, la kuteza mambo yangu mimi na Johnson. Wewe anakuhusu nini? Wewe siwe na watu kama sisi eh? Umeona? kama vibanda hivi, vyote, wameita ujinga ujinga pale, mimi nimehama nimejenga kibanda kingine Mwona hii bahari hapa ba, watu sina miliki ni samaki kwa kuja kuchoa vidagaa vya bukubuku, kuna mipapa. Hey, hey, sikiliza ntondo. Kama hayo ndo ulionitia, na siku nyingine kama una kitu cha maana cha kuniambia usije ukaniita. Mwangalie msura wake mbaya, na ndio maana wanakuroga wewe, Baby, Pesa ya kununulia bia zote hizo umetoa wapi? Robi mpenzi wangu, acha hivyo, tunywe bia. Siwezi kunywa bia wakati sijui pesa ulionunulia umeitoa wapi. Robi mpenzi wangu, katika maisha kuna vitu viwili hivyo, chunga sana visizidi. Vitu gani hivyo? lakini chunga kisizidi katika maisha. Na kitu cha pili, kitu cha pili ni wivu. Mmh, wivu unahitajika sana katika maisha, lakini usizidi uwezo.